Ninapomkabidhi ilani ya Chama cha Mapinduzi, kijana wenu mchapakazi wenu Erasto Mpete kwenye eneo hili la Mfeleki ili aende akainadi kwenye matawi yote tuliyo nayo kwenye kata ya Utalingolo na washukuruni sana, na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tokeeni vijana wetu ili apeperushe bendera hii mpaka tarehe 29 Oktoba kuelekea 2030 hapo. Vipi Wamwanyika? Erasto Mpete, mheshimiwa mgeni rasmi wa mkutano wetu huu wa kwanza katika kata ya Utalingolo unaofanyika leo leo. Ni mkutano wetu wa kwanza unaoanza kufanyika katika kijiji hiki cha Mpeleke, ni muda sahihi wa kuomba kula ili tuweze kupata ridhaa ya kuongoza tena katika miaka mitano ijayo. Mambo mengi yameshasema kila mmoja aliyokuja hapa tukianza na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka elfu mbili na ishirini ishirini na tano. Ndugu zangu wanakata ya Utalingolo, hususani wanampeleke, utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi wa mwaka elfu mbili na ishirini ishirini na tano uko ndani ya hiki kitabu na tuliuwasilisha wote, tulishuhudia na tukauona. Kweli sio kweli? utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi katika kata ya Utalingolo, tumenufaika kwa kupata zaidi ya bilioni tatu zilizotekeleza miradi tofauti tofauti ndani ya kata ya Utalingolo. Hapo vipi jamani? Yaliyotekelezwa yako ndani ya hichi kitabu. Mabalozi wote mnavyo hivi vitabu kweli sio kweli? Kwa hiyo tumeshuhudia mambo mbalimbali ambayo yamefanyika, mambo mbalimbali yametekelezwa, wameshasema wengine kwa wingi, hayo ni baadhi, lakini zaidi ya bilioni tatu ambazo zimeingia ndani ya kata pia Utalingolo, tunaposema tunakuja kuomba kula za Chama Cha Mapinduzi, tuna maana hatuna budi kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri aliyoifanya. Hatuna budi kumshukuru Mheshimiwa Deodatus Filipo Mwanyika kwa kazi nzuri na kubwa aliyoifanya. Hatuna budi kumshukuru Erasto Mpete kwa kazi nzuri na kubwa aliyoifanya. Wote hawa watatu wamefanya kazi nzuri sana ndani ya kata ya Utalingolo. Sasa wapo ambao wanabeza, wengine wanasema Mpete hakuna shida, Deo Mwanyika hakuna shida. Nasema, mama mama mama, jamani, nani kama mama? Hakuna anafanya kazi, afanye kazi, hakuna. Sasa ninaomba niwakumbushe ndugu zangu wote wanamfereka hapa kwa nini tunasema tunataka Oktoba 29? Tiki ngapi? Tatu. Tiki ngapi? Tatu. Sa Chama cha Mapinduzi. Haya wenye vibao naomba mgeuze picha zile zilizo tatu. Geuza dogo tena. Kwa hiyo tunaposema Oktoba tunafanya tunatiki, tunatiki tunatiki, tunatiki kwa Chama cha Mapinduzi. Tulipokuja hapa katika mkutano wa Mheshimiwa Dkt. Filipo Manyika mbunge wetu. Hawa hapa wananchi hawa hapa elfu mbili na ishirini na moja hiyo, lakini viongozi ndio walikuwa wangapi? hawa watatu, nani? Mama Samia, Mwanika na Mpete hapa yeah. hapa yeah. Walisema, Mwanika unapokwenda kule Dodoma kamwambie mama Samia madarasa hatuna, umeme hatuna. hatuna. hatuna. barabara. hatuna. hatuna. hatuna. umeme madarasa na nini hatuna. hatuna. Ilikuwa hakuna. Hakuna ilikuwa hakuna. Leo tunavyosimama hapa tunaona umeme tena, kwa zamani wanaweza kusema ni ule mtego wa buibui yule ndio e, mtego wa buibui, nyaya zimeenda huku na huku kwa ajili ya kunasa wale wadudu kwa ajili ya chakula chake. Leo ni nini huu? Umeme. Aene. Wakati ule wote ni mashuhuda, barabara hii ya kutoka Njombe mjini kwenda Utalingolo kuelekea Harua kwenda Lupone na Lugenge ilikuwa haipitiki vizuri kweli. Sio kweli? Kweli bwana Mpeleke, wakati mnaomba shule ya msingi Mpeleke hapa, kulikuwa hakuna madarasa mapya kweli. Sio kweli? Kweli, sasa tulivyokuja mara nyingine kabisa, mara nyingine mkaimba wimbo hapa hapa. Ndio sasa, hapa naomba kuwakumbusha. Ndio wanaosema mama Samia, wanaosema siyo deo Manyika, wanaosema siyo erasto Mpete, hakuna walichofanya mwana mfereki kabisa. Walimwambia mheshimiwa mbunge kwamba anapokwenda Dodoma akamwambia Samia, mama samia kwamba madarasaamye wa ndugu zangu hapa, mimi nawakumbusha kabisa hapa, mimi nawakumbusha, tunaposema Chama Cha Mapinduzi kimesimamia utekelezaji wa ilani, utekelezaji wake ndio haya tunayoyasema. Hii ni mashuhuda Mmeshuhudia, mmesema, mliomba, tulipata, tukashukuru tena, na mnaomba tena sisi. Ulimwadada be ulimwadae pamoja na <Asprey> kwamba <laughs> barabara ilikuwa ipitiki, umeme hakuwepo kabisa, madarasa hayakuwepo, lakini <laughs> pamoja na hayo, kuanzia mwaka 2021 mpaka sasa

lioanza kijiji hiki hakikuwa na umeme kabisa, na kijiji hiki kina vitongoji vitano. Ndio. vitongoji vitatu tayari vina umeme. Ndio. bado vitongoji viwili, na kimoja kiko kwenye mpango. Sante baba. Sasa, kama toka elfu mbili na ishirini na moja mpaka elfu mbili na ishirini na tano tumefanikisha kuingiza umeme vitongoji vitatu na kimoja kiko kwenye mpango jamani katika miaka mitano ijayo e, elfu yes. mbili na ishirini na sita mpaka elfu mbili na thelathini, ndio tunashindwa kumalizia kitongoji kimoja. Ndio maana tumesema majembe, muendelee kazi. Katika kipindi hiki cha miaka mitano, pale shule msingi, madarasa madarasa ya msingi hakukuwa na madarasa mapya kabisa. Madarasa manne yamejengwa na madawati mapya yani, tuwapongeze sana wananchi wa kijiji cha Mpeleke, mmeongeza madarasa mawili Vuzeno, Makosu, oh! kwa nguvu zenu jipigieni makofi. Ashia kujenga pale, serikali ya Chama cha Mapinduzi katika bajeti inayofuata ya halmashauri ya mji wa Njombe inaleta fedha kwa ajili ya kumalizia yale madarasa mawili. Mambo si ndio hayo? Tusijisahau. Hatusahau. Tusijisahaulishe. Hata ndani ya nyumba kwenye familia ndio huwa tunaweza kumaliza mambo yote kwa wakati mmoja. Hapana. Je, serikali inaweza? Haiwezi, lakini tunafanya kidogo kidogo kidogo na hatimaye tutafikia tunapotakiwa kufika. Tunafanya kidogo kidogo, tunahakisha tunafika tutakapofika. Sisi oye. Oye. Mdogo. Katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka <laughs> elfu mbili na ishirini na tano thelathini yapo mambo mengi ambayo yamezungumziwa mle ndani yanayotakiwa yatekelezwe kwa ajili kwa ajili ya kutoa huduma kusogeza huduma kwa wananchi ili wawe na maisha bora. za Oktoba 29, tusifanye makosa. Mama amefanya mambo makubwa kwa hapa Mfereke, yote mliyoomba yametekelezwa, kweli sio kweli? oh, Oktoba 29 kwa mama tunaweka tiki. Tiki. Tukija kwa mheshimiwa Deodatus Filipo Mwanyika, ndio sawa mbunge wetu kabisa, tunajivunia tunajivunia. Halafu aliye makini kweli, hodari kabisa kabisa, na alipokwenda kule Dodoma ndiyo kama alivyokisha sema mwenezi wetu kabisa na wa mwisho, tunamjua mwenyewe wenyewe. Unapokwenda kule eh, mwanada muhakikishe mnampigia kura ya ndiyo nani mwenyewe? -Hey! yeah! mnampigia kura ya ndiyo nani? yeah! Amesema aliotangulia lazima hapo eh, eh, tena hey. Amesema kwenye <laughs> nafasi ya ugombea udiwani, ndio kwa sababu yupo mgombea pekee Erasto Mpete pale. Kutakuwa na viboksi viwili, karatasi ya nafasi ya wa wagombea udiwani kutakuwa na mtu mmoja, mmoja lakini mbele yake kutakuwa na vyumba viwili ki kimoja kitakuwa cha hapana, kimoja cha ndio. Sasa wewe utaweka tiki kwenye chumba gani ndio? Ukija kwa nafasi ya wagombea ubunge eh, wabunge, karatasi itakuwa hii moja yenye yeah. majina tofauti tofauti, yenye majina tofauti tofauti. Ndio sisi tunachotaka kuangalia pale ni vitu vingapi? Vitatu. Kuna alama ya jembe na nyundo. Ndio. Kuna jina la Deodatus Filipo Mwanyika. Ndio. Kuna picha ya nani? Ya yeah. yeah. Mayuba yule tu. Ah. Wow. Kuna picha ya nani? Ya Filipo Mwanyika. Sawa. Ndio. Naangalia vitu vingapi? Vitatu. Bwana. Wewe ukienda pale. Hey. Ukishindwa ku kuelewa yeah. Picha hii ya Mwanyika ni ipi? Jembe na nyundo. Jembe na nyundo. Ukishindwa unaenda kusoma. Jembe na nini? Na nyundo. Mbele yake utakuwa na box bosi unaweka. Ledu. Unaweka nini? Ledu. Unaweka nini? Ledu. Tukija kwenye nafasi ya ugombea urais. <tabuza> hmm. Majina ya watu tofauti yatakwepo pale, karatasi itakuwa hii moja. Wewe kazi yako ni kuangalia mambo mangapi? Matatu. Unaanza kuangalia picha ya nani? Samia. Unaanza kuangalia picha ya nani? Ya Samia. Ukishindwa unaangalia jina la nani? La, la, Samia. Eh? Samia Suluhu Hassan. Eh, jina eh, la Samia Suluhu Hassan. Ukishindwa unaangalia nini? Jembe na nyundo. Mbele kuna kiboksi unaweka? Redu. Unaweka? Redu. Hai, jamaa tunaanza. Eh. Unaanza kwa kuangalia picha ya nani? Ya Samia. Usije ukaangalia sura zingine. Hamna, Samia tunamjua. Samia unafuata jina la Samia Suluhu Hassani, nafuata na angalia alama ya jembe na nyundo, Chama cha Mapinduzi. Box naweka naweka sisiemu oye!